Idi na soumu yaumi Arafa, saumu yaumi Arafa na wuqufu Arafa na haji ni kitu kando mbali mbali, hadhihusiani la tarikhia sikitarikhi wala sikimazungumzo, kuma alizungumza na Mtume sallallahu alaihi wasalam. Hakuna hizo, haya ni watu kupanga mambo, kutaka kufurahisha watu fulani. Wao hawajui kama kwa nini wafurahisha. Hawajui hiyo za Saudia wajua alhamdulillah, wacha wa Kenya tufuta sisi. Hawajui kama kabla hizo wenyewe wametuambia Uthaimini sema jamani, kila mmoja andame mwandamo wake, kila mmoja afuate mwandamo wa mwezi wake. Tena katika kauli yake mmoja anasema hata utakapoona mwezi wewe kabla ya Saudia